Mpira kama mpira hauna shida, ni mubahon hukumu yake. Na ukifuata kanuni, mtu akaufanya kuwa ni sehemu katika kitega uchumi, anapata riziki, kwa nia hii mpira unakuwa ibada na aina yake, unakuwa ni manduba, kwa sababu ni kitega uchumi kutafuta riziki ni ibada. Tumesema kuna dalili kuna kanuni, kuna misingi, ndio inatengeneza kitu kinaitwa sheria. Dalili, kanuni, misingi, hatutumii miguvu koyo. Mpira katika asli, ambayo tunasema kwenye sheria, alaslu bakau ma kana ala ma kana. Lakini mkivunja taratibu, tutauziwia mpira utakuwa haramu , lakini sio lidhati, kwenye asili yake haramun lighairi, kama ilivyokuwa hawa makameraman si mubaha, lakini wakiwa wao wanakwenda kwenye vyura wana, wanarikodi vyura. Jamani mwe mashe nani mwe mjini she, utamzungumzaje shetani? Wakati shetani yenyewe hujui kuna kitu kinaitwa chura, hii ni kibarua chake. Lakini je, akiwa ana rikodi hiyo inayoitwa chura, hiyo tunamwambia haramu? Anarekodi pilau, ama tajuidi, majina mawili yote ni kitu kimoja eh. Ukisikia tajuidi usiitikie tu tajuidi, ukadhani Qurani kuna tajuidi nyingine. Picha za ngono x zinaitwa tajuidi, jina lingine pilau. Unaenda kununua ndizi, unasikia kuna pilau kumeezia na mambo yao. Sasa kama wanarekodi kwa mambo hayo, haramu. Lakini wanako- wanarekodi mawaidha Qurani, ili watu waijue dini yao Hakuna tatizo, itabaki katika hukumu yake mubaha, na akiitumia ni sehemu ya kitega uchumi inakuwa ibada inahama. Kwa hiyo mpira hauna shida, shida sisi wacheza mpira na wasimamiaji wa mpira, mfano atukatazi kuomba dua, mupate mna roga. Basi wacheni mpira uwe kitu cha kawaida, mwache kuroga, ombeni dua tu basi, amekwisha mpaka mkwange. Wallahi, wakati mwingine mpaka unaogopa ukiyasikia, mtu anakusimulia hayo wanayoyafanya, unaogopa. Kwa hayo itakuwa haramu, lakini mtu wala harogi, jitihada zake limezidi, ataomba dua tu na anaheshimu nyakati za sala, hakuna tatizo. Yani kila kitu kizingatie misingi ya sheria, kwa sababu hata darasa kwa mfano, situpo darasani hapa sasa hivi tukaenda mpaka inatukuta swala asubuhi, hatuja swali isha, darasa itakuwa halali, haramu?